Wananchi wote kwa mapokezi mazuri. Kampeni si tu siasa, ni sherehe ya tamaduni zetu. Hadi sasa mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Rais Dk. Samia Suluhu Hassan tayari amenguruma kwenye mikoa zaidi ya 16. Kila alipofika, wananchi hujitokeza kwa wingi kwenye mikutano ya kampeni wakiwa na kanga zenye maneno ya hekima huja na vyungu vya udongo, ungo, vikapu vya kufuma na vinyago vya asili. Ni taswira ya namna siasa za kistaarabu zinavyounganisha watu wa imani, jamii, viongozi wa kidini, kimila, pamoja na makabila tofauti kuwa kitu kimoja kwenye majukwaa ya kampeni, huku wakitangaza asili, utamaduni na utambulisho wa Kiafrika. Kanga si pambo tu ni lugha ya umma. Vyungu, vikapu na ungo ni kumbukumbu -kumbu hai ya mizizi ya jamii zetu. Ushirikishwaji wa machifu, viongozi wa jamii na kidini kwenye mikutano ni kredit kubwa kwa CCM kwa jinsi kinavyoheshimu kuthamini na kutunza mila na desturi za Kitanzania. Kwa kampeni hizi zinathibitisha siasa utamaduni haziwezi kutenganishwa. Tanzania inaamua Oktoba. Ujanja ni kupiga kura, kura yako, maisha yako. Ismail Kawambwa, Daily News Digital.